If I survived this mimi niko na maisha kama paka. I got nine lives like a cat, man. Wasku, imetulia tu na mtu wangu. Yes. Akaniomba tenze. Uh -huh. Apigie kazini yake alikuwa anafaa kwenda hivyo. Oh, anafaa kwenda kwa kazini yake. Tembelea eh. Oh, okay. Sleepover yani tu aduzuko kwa kazini yake. Okay. Sasa akaniomba tenze yangu, tenze yake ilikuwa imezima. All right. Si nikampea akapiga. Eh uh -huh. Sasa kupiga si waka grieve wenye watamit. Mhm. Mm ah, -hmm. Uh, tenze yake imezima. Sasa hiyo namba uh -huh. Aku, aku delete. Okay. Sasa mimi nika save ndio hata

unatumia simu yako kupigia mtu wako, akamuita kuzo kuzo, na ukajua, na ukamuuliza, usikasirike, usijam

Yeah. Hata kama kushonini sasa, na ule mse status ameshaandika hapo, maeza maeza, ukiona tu ana picha amepigwa, hata video tu meje, eh, ule ni mtu wake, hawezi kuja kwambia alikuwa na act ya hata kwa mtu, hawezi kubali au <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <Yeah. laughs> Noma. Ah, <Ay, laughs> ni bidi tu je, nimekubali matokeo. Yes. Manzi, una move on. Ah. <laughs> Ungetumia pia mtu wake pia wewe picha ukiwa naye. <laughs> mkue jiijii baba, baba tuko tuko gol gol, lakini ilishaipita nikitambu pia yangu ndakwambia kesho uh, sema tu, okay, kesho, wacha yako isingi nitakwambia <laughs> yangu ni mbaya <laughs>